Ni historia nyingine tena inaenda kuandikwa na Diamond Platnumz. Diamond bana hajawaacha mashabiki zake hivi hivi. Mwaka huu tunaona yupo na wasanii wakubwa kule nchini Morocco na tunaona Diamond na wasanii wengine wamechaguliwa kwa ajili ya kuweza eh, kutumbuiza lakini viachana kutumbuiza hapana, hii inazungumzia kuandaa album mpya ya AFCON Kumbuka albamu mpya ya AFCON inahusisha wasanii kibao kutokea bara la Afrika, ambapo imewakutanisha wasanii wakali wote unaowafahamu wewe kutokea Afrika na hapa anazungumziwa Era Star, Davido, Diamond Platnumz, banaboy e, pato ranking e, Tiwa Savage, tsaa e, tunaona kuna wasanii kibao ambao wanahusishwa na hilo. Sasa e, ni kwamba katika hiyo e, album e, tunaona inna inanakwa jina la We Are Different ambapo Jason Derulo e, huyu ni msanii kutoka kule nchini Marekani. E, Shensea pamoja na Diamond Platnumz, e, kuna ngoma wanaandaa sasa. E, achana na hiyo tu, ni kwamba Diamond e, ameingia ame katika e, A list ya wasanii ambao wanaongoza. E, wanaongoza wasanii wengine katika hiyo album ambapo tunaona ameonekana e, kuwa chapuo kwa sababu tunaona alishafanya e, ilikuwa ni performance katika tu, ugawaji wa tuzo eh, za za za wachezaji bora wa Afrika ambapo wali perform yope eh, katika lile jukwaa la AFCON ambapo tunaona eh, Diamond aliweza eh, kupresent au sio? Na ilikuwa ni bahati iliyoje! Sasa basi ni kwamba eh, Simba. E, ameingia katika rekodi nyingine e, ambapo tunaona atakuwa na wasanii wengine ambao ni wakali kutokea Afrika ambapo inaonekana kabisa kwamba watakuja e, kufanya kitu kikubwa. Kumbuka sasa hivi e, mashindano yanaendelea kule nchini e, Morocco. E, tunaona Tanzania leo wanakutana na Nigeria e, saa mbili usiku ambapo tunaona itakuwa ni E, katika e, kundi e, group C ama kundi C uh, lakini kiachana mbali na hivyo e, Tunisia atakutana na Uganda, sio mbaya, lakini kwa upande wa Diamond Platnumz imekuwa ni tofauti kidogo. Tunaona e, ameingia katika e, e, katika listi ya wa wasanii ambao wataandaa albamu hiyo, manake albamu itakuwa na e, nyimbo tofauti tofauti ambazo zitakuwa zinawakilisha culture ya Afrika na hii, na Afrika umekuwa na, na utaratibu wa kuwatumia wasanii kwa ajili ya kuweza kuinfluence mchezo wa mpira wa miguu barani Afrika kufanya vizuri zaidi, lakini pia kuwapa pia fursa pia vijana kuweza kujipambanua. Kwa hiyo hii nadhani nitakuwa ni eh, habari njema kabisa, lakini kingine ni kwamba Uh, Diamond Platnumz hili jambo hajaliposti kwenye ukurasa wake wa Instagram e, bali limepostiwa katika peji mbalimbali. Lakini uh, tunaona pia Mr. Pimbi na wadau wengine wamelizungumzia hilo jambo na kusema kabisa kwamba sasa hivi e, Simba e, hashikiki kabisa, kwa sababu e, tunaona yeye sasa hivi hakuna wa kumlinganisha e, kwa maneno yake hakuna na msanii yoyote, kumlinganisha na msanii anasema, takataka yoyote huwezi kumlinganisha na Diamond, kwa sababu e, Simba sasa hivi alipofika ni sehemu nzuri sana kwa sababu mpaka kufanya album ya Afcon, hiki ni kitu kikubwa sana, yaani mpaka wameona jamaa huyu anaweza e, ni kwamba wameshajua uwezo wake na wa Nigeria wanamuita umeme e, Mr. Pimbi aliandika, Diamond ni mmoja tu kashiriki kuandaa albamu ya AFCON nchini Morocco, mbele Jason Derulo, French Montana Davido na wengine kibao. Huyu Simba ni lidudu likubwa Afrika Mashariki. Hayo yalikuwa maneno ya mdau ya mtandaoni. Sasa, kutokana na hayo kuendelea katika mitandao ya kijamii, wengi wanasema kabisa kwamba eh, hayo sasa ndio mambo ambayo tunayataka kutoka eh, kwa Simba kwa sababu kila siku ameonyesha utofauti eh, tofauti na jana, au sio? Kila siku amekuwa akionyesha utofauti wake. Mmoja kaandika Simba hana mpinzani, tuachane na wanao usema, don't mention my name under somebody. Yaani E, Simba ana mpinzani kwa sababu walipofikia hiyo hatua mpaka kuandaa album, maana yake album ikitoka e, basi itakuwa ni album kali sana. Mmoja kaandika kwamba kweli kabisa ndugu e, mzee wa fakti ndo naamini wewe, umefanya vizuri kwenye ukweli. Mpe mtu ukweli yoyote usio na upendeleo, akizingua mtu mchani, haijalishi ni nani wala nani. Yani kwenye ukweli, mtu na mchana, kwa sababu yeye maelezo yake ni kwamba hataki kuambia ukweli. Hiyo kwa, kwa, yu, kwa Diamond amnaizi aweza kuifanya kwa sababu e, kimsingi e, Simba yuko mbali kwa maelezo yake. Innoss'B yupo e, kutoka Kongo sio kwamba ni mkubwa e, kumzidi Fally Ipupa. E, mmoja akasema hiyo remix imempa hadhi ya ukubwa ukimtoa Fally Ipupa kwa Kongo kwenye soko la ushindani kwa sasa ni Innoss'B e, na inafuata. Ferre Gola ni fire una maisha nini? E, Ferre Gola naye ni mwamba. Kwa hiyo kwa bongo hii kuna msanii ukilinganisha na Domo Diamond hayo ya Innoss'B hayatuzi acha wa Kongo watazungumziana wenyewe au sio bana? Kwa hiyo tunazungumzia bongo bongo. Je, kama shabiki unadhani kwamba kuna mtu pia kumzuia Simba? Mzee maila e, nikajua anyway. Mwingine mwingine akaandika mbona povu la kutoka e. Kwa hiyo tunazungumzia au sio bana? Mmoja anasema kwamba mjeshi tuliza e, jazba sahau kuokota kwa Rivani tajiri n yani sahau e, kuokota kwa Rivani. Kwa hiyo unajua kuna wakati mwingine haya mambo huaga yanaenda sana viral, kwa hiyo hata wasanii wengine pia waga wanafuatiliaga haya mambo. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba e, swala zima la Simba ku, ku perform katika nao kuandaa album e, inamaanisha kabisa kwamba hii inamsaidia pia Simba e, kujijengea profile nzuri kimataifa zaidi, lakini pia atakuwa anapata madeals kibao. Na alishasema watu inabidi wafanye research, wafanye wakae chini wajue jinsi ya kufanya akaechiiyakufanya ili kuweza e, kwenda kimataifa. Mmoja anasema kwamba watu tuko busy don't mention my name dhm. Maneno mengi vitendo eh, zero. Hapa kia anasema harmonize kwamba mwige Diamond eh, kwa, kwa, mnjie, kwa namna nyingine eh, unaweza kuongea maneno lakini vitendo vikawa zero. Mwanaume anasema ukiona mwanaume anamwaga sifa kwa mwanaume mwenzie ujue kuna kitu sio bure. Mwenyewe sasa mm, e, kuna kitu sio bure. Mmoja anasema kwamba uh, Kaka ngoja nikampigie, kuna kichaa mmoja hivi hapo, ndo tumekuamini mzee wa fact, chukua maua yako. Uh, bombo clad eh, ni Mr fupi. Nyinyi wa Tanzania ndio bado mko nyuma kama eh. Haya, Diamond ipo kwenye listi, bali anapitia jina la ya Derulo. Yani simba yuko kwenye listi, mmoja katika alama Simba. Dangote imeisha hiyo E, mwe mkiachana masirika na kufuata kweli, Diamond ashikiki na hakuna msanii wa Tanzania anayemfikia Diamond kimuziki. Watu wanagoma ku support wasanii kwenye show msimu huu, mwenzao yupo nje anapiga show tu na pesa zinaingia, na na au wengine wanaotengeneza tegemea show za ndani ya nchi wanakufa njaa msimu huu, kwa kumaanisha kwamba kuna wakati mwingine wasanii wa ndani wanapitia changamoto kubwa sana. Lakini kwa upande wa Simba, Diamond Platnumz yeye kwa upande wake yeye wala hana shida, yeye ana focus na soko la nje Mwanaizi, aombe kazi ya bajaji tu, atakufa njaa. Namaasema, kumchukia huyu mwamba ni hatari, ni ngori. Kumchukia Diamond ni matumizi mabaya ya chuki. Wewe kalipia mikopo yako ya Infinix, hacha kumchukia mtu aliyefanikiwa eh, Kijana fanya kazi, au sio? Unalipi la kuzungumza, dondosha mwenea kisha subscribe.